Uh, umekuwa kwenye safari nzima kuanzia Mbeya Mwanza, uh, Arusha na leo Dar es Salaam. Uh, msimu huu ukoje? Vijana wana, wana morali kiasi gani, uwezo wao, lakini baada ya hapa nini ambacho kinafata? Ya, kwanza uh, niseme tu mchuano umekuwa mkali sana uh, tumeona vipaji vingi kiasi ambacho mpaka vinatumiza kichwa kwa sababu program inatutaka mwisho tutafute wachezaji 22 ambao ndio tutaingia nao kambini, alafu baadaye tutakwenda kucheza ile mechi na eh, Yanga Afrika. Kwa hiyo eh, tuna kazi kubwa ya kufanya na tukumbuke kwamba tuna hawa wateja ambao nao ndio mascout wengine tumewapa nafasi ya, na wenyewe kuchagua kwa ajili kwa kwa maana ya kuwapigia kura wachezaji wanaofaa. Kwa hiyo hatua hii ikishaisha, maana tunamaliza leo Dar es Salaam. Hatua hii ikishaisha tunakwenda kukaa kufanya majumuisho ya mwisho kuweza kufanya mchujo wa mwisho kwa ajili ya kupata wale 22 eh, ambao watakuwa mabingwa, mabingwa eh, wapya wa, wa, wa Safari Laga 2025. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunaendelea nayo eh, mpaka kwa sasa hivi tulikofikia Mashabiki wamepewa jukumu la kuchagua wachezaji, lakini makocha pia mpo pamoja na scout wengine kutoka uh, klabu ya Yanga. Unazungumziaje ya mchakato wa kupata vijana wao 22? Ya huu mchakato utakuwa mpya, lakini kama unavyojua sisi tupo kama watu ambao eh, tunaangalia zaidi kiufundi uh, kwa ajili ya kupata hiyo timu ya watu 22, lakini kama ulivyosema tutasubiri tutasubiri kwenye majumuisho ya mwisho kwa maana ya zile kura ambazo zinapigwa na wateja wetu au na maskauti wetu. E, tutazilinganisha na za kwetu, alafu pale ndio tutakwenda e, hatua kwa hatua. Mpaka tupate wale 22 wa mwisho ambao ndio tutawatangaza sasa rasmi na wataonekana kwenye website za za Safari Lager. Kwa hiyo mashabiki na wapenzi wa mpira wa Tanzania watakuja kuona uh, hiyo tarehe ikifika, ambayo si, nadhani kura zitaendelea mpaka tarehe 23 mwezi huu. Baada ya hapo ndo tutakaa tufanye majumuisho ya mwisho, then tunatangaza timu ambayo imechaguliwa sasa, kwa maana ya wachezaji mabingwa wapya wa mwaka 2025. Na unawaambia nini vijana ambao watapata nafasi ya kuchaguliwa kwenda kwenye timu ya mabingwa asafari... wa laga lakini wale pia ambao hawatopata nafasi hiyo. Ah, kwanza tukumbuke, ni kama vile unachagua timu ya taifa. Kocha wetu wa timu ya taifa ya Tanzania Hemed Morocco ana wachezaji wengi. Ukiangalia idadi ya wachezaji tu wa uh, Premier League ni wengi lakini wakati wakati mwingine uh, program yake inamtaka pati wachezaji 23 au 30, na baadaye atafanya mchucho, mchujo, atabaki na baadhi ya wachezaji ili aende nao kwenye mashindano. Kwa hiyo hali kadhalika ni ni, ni, ni ni, kama sisi ambao tunafanya uh, huu uchaguzi wa Safari Lager Cup kwa sababu ni mgumu. Ugumu wake unakujaji unakuja kwa sababu vipaji ni vingi, lakini mwisho wa yote lazima tupate wachezaji 22. kwa hiyo wachezaji wale watakaobaki wasikate tamaa. Programu hii ya Safari Lager ni endelevu, ni platform nzuri sana ambayo itasaidia maendeleo ya soka katika nchi yetu, lakini vile vile itaibua wachezaji wengi ambao ni watu ambao walikuwa hawajulikani kabisa. Kwa hiyo eh, nitumia nafasi hii kuishukuru eh, Safari Lager, TBL alikopitia bia, bia yake ya Safari kwa kuanzisha kampeni hii ya kusaka vipaji visivyojulikana, nikiwa na imani kwamba vitasaidia wachezaji wengi kubadilisha maisha yao kupitia mchezo wa mpira wa miguu yeah.